Jinsi Yakobo alivyopata baraka ya baba akitumia hila. Hadithi hii ipo katika Mwanzo 25 mstari wa 19 hadi 34 na Mwanzo 27. Inahusu upendeleo, hila na matokeo ya maamuzi ya kibinadamu. Ni moja ya simulizi za Biblia ambazo hazina mapenzi tu, bali pia zinatufundisha kuhusu uaminifu, hofu ya Mungu na majibu ya matendo yetu. Yakobo na Esau ni ndugu wa karibu wavulana wa Isaki na Rebeka. Esau ni mzaliwa wa kwanza, firstborn, na hivyo alikuwa na haki ya mibaraka ya kiume ambayo ilikuwa baraka kubwa ya kifamilia, ikihusisha urithi, uongozi wa familia na faida za kiroho. Esau, mvulana mwenye nguvu, mchungaji mashujaa, mpenda michezo ya uwindaji. Yakobo, mvulana mwenye milingo, anaishi karibu na familia mpole, lakini mwerevu. Biblia inatupa ishara wazi, upendo wa baba Isaka, alimpenda zaidi Esau kwa sababu alikuwa mchungaji, lakini Rebeka alimpenda Yakobo. Hivyo tofauti hii ya mapenzi ilianzisha mvutano wa kifamilia. Siku moja, Esau anarudi akiwa na njaa kali baada ya siku ndefu ya uwindaji. Yakobo alikuwa akitengeneza chakula chenye ladha Esau anamuuliza, Nipe chakula, mimi njaa. Yakobo anaona fursa, anamuuliza Esau aweke masharti, Nipe chakula chako, nami nitakupa baraka yako ya kiume. Esau akiwa na tamaa ya haraka na kuishia njaa, anakubali bila kuhesabu uzito wa mibaraka. Hii ni somo la mafunzo. Tamaa ya haraka inaweza kusababisha kupoteza baraka kubwa ya maisha. Baada ya miaka pale Isaka alikuwa mzee na macho yake alianza kuangalia upungufu wa kuona, alipokuwa na mpango wa kumpa Esau baraka, Rebeka anamwambia Yakobo, "Enda uandae chakula chenye ladha na uende kwa baba yako umtakie baraka badala ya Esau." Yakobo anakubali, lakini ana hofu: baba yangu anaona tu kwa kugusa na labda atatambua kuwa mimi si Esau. Rebeka anamwambia Yakobo aweke ngozi za mbuzi na mikoba kwenye mikono na shingo yake ili kuiga misuli ya Esau. Hivyo Yakobo anamfanyia hila baba yake. Hii ni sehemu ya climax ya hadithi. Hila inafanyika. Baraka zinapotea kwa Esau na Yakobo anapokea baraka zinazompa utajiri, familia na ustawi wa kifamilia. Mara baada ya baraka kupokelewa, Esau anarudi na kuomba baraka pia. Isaka anagundua hila. Lakini baraka ya Yakobo haiwezi kubadilishwa. Esau anakasirika sana. Huzuni yake inafika kwa kiwango cha kuogofesha. Anasema, baba yangu amepatia baraka yangu na kupeana kwa ndugu yangu. Hapa Biblia inatuonyesha matokeo ya hila na tamaa huja haraka, lakini pia tunaona kwamba baraka za Mungu hazikabidhiwi kwa nguvu za mwili pekee. Yakobo anakuwa kiongozi wa familia. Baraka za kiume zinakuwa zake. Esau anasalia na huzuni na hasira. Hii inasababisha mvutano wa kifamilia kwa miaka mingi. Yakobo hatimaye anakimbia kwa hofu ya kulipwa na Esau. Safari ya maisha yake inachukua mfululizo wa hadithi za baadaye. Somo la kihisia na kimaadili: baraka za Mungu ni muhimu, lakini njia za hila hutoa hofu na migogoro. Upendo wa familia unaweza kugongana na tamaa na hila. Tuseme hii ni somo la maadili ya Biblia kuhusu uvumilivu, uamilifu na hila. Mafunzo ya hadithi hii ni heshima ya wazee na baraka. Baraka za wazee ni zawadi kubwa, si kitu cha kuhusisha tamaa tu. Tamaa ya haraka hupeleka kupoteza zaidi. Esau alikubali kuuzia baraka kwa kikombe cha chakula. Hila haina amani. Yakobo alipokea baraka lakini baadaye alilazimika kukimbia kutokana na hasira ya Esau. Mapenzi ya familia na ulinganifu, upendeleo wa wazazi unaweza kusababisha migogoro. Hadithi ya Yakobo na Esau kuiba baraka ni somo la maisha la tamaa, hila na matokeo ya maamuzi. Ni kioo cha jinsi mapenzi ya familia, upendeleo na tamaa ya haraka vinavyoweza kuleta migogoro, lakini pia hadithi ya Mungu inayojenga historia kubwa. Baraka za kiume hazina kubadilishwa, lakini zinatumika kwa mpango wa Mungu.